Viongozi naomba tujipange vizuri ili tuweze kumpokea mgeni. Na dereva wa gari hili mahali ulipo, tafadhali, dereva wa gari hili <coughs> Ujenzi wa barabara ya Kagwila Ikola Karema kwa kiwango cha lami sehemu ya pili Kasekese Ikola Karema yenye urefu wa kilomita 66.91 ni utekelezaji wa moja ya ahadi za mheshimiwa rais alizotoa wakati wa ziara yake mkoani Katavi. Barabara hii ni kiunganishi muhimu kati ya makao makuu ya mkoa wa Katavi na bandari ya Karema iliyoko katika ziwa Tanganyika kwa lengo la kurahisisha usafirishaji wa abiria na mizigo kuelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo jirani. Jumla ya gharama ya mradi huu ni shilingi za kitanzania bilioni 112.141 ikiwa ni pamoja na kodi na ushuru wote isipokuwa kodi ya ongezeko la thamani. Pamoja na hayo, mradi utaunufaisha wananchi kwa kupata huduma ya maji safi na salama, ambapo mkandarasi anatarajiwa kuchimba kisima cha maji, ujenzi wa tenki lenye uwezo wa kuhifadhi lita laki tano na kituo cha kutotea maji. Yeye ndiyo alionielekeza akaniambia katika ziara yako yote unapokwenda huko kwa Wakatavi nataka ufike kwa wananchi wa wilaya ya Kasekese, uende ukaangalie mga mradi wa barabara katika wilaya hiyo iliyoelekeza ya kuunganisha Kasekese na maeneo hayo ya uwekezaji. Ndiyo maana nipo hapa kwa maelekezo ya ulikiti wetu wa chama cha mapinduzi. <laughs> Na yeye amenituma mambo mawili, la kwanza amenielekeza nikifika Kasekese nilete salamu zake za upendo kwa wananchi wana, wana CCM wakereketwa wa kata hapa, hii ya Kasekese. Kama nilivyoeleza hapa, amenituma nije niangalie utekelezaji wa barabara hii ya Kasekese ambayo yeye mwenyewe ndiye aliyeelekeza. Nataka nikuhakikishieni ndugu zangu wa Kasekese, bahati nzuri taarifa nimesomewa inaridhisha, uingizwaji wa fedha unaendelea vizuri nazo hizo zinatoka wapi? Kwa rais wa jamhuri ya muungano wa, wa Tanzania. Pigeni makofi. Na mimi nimekuja hapa kuja kuangalia ni kweli zile fedha nazozitoa na kile ambacho ndugu zetu ikiwemo washauri elekezi ni kweli wanafanya kazi na kimetekelezwa kama vile ambavyo wanaposema. Nataka niwaahidi, endapo itatokea jambo lolote nililokuwa kinyume na matarajio na mategemeo ya rais wa jamhuri ya muungano wa, wa, wa Tanzania Nataka nikuwahakikishieni salamu zetu nitazirejesha kwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na rais wa jamhuri ya muungano. Ndugu Mohamed Ali Kawaida, mwenyekiti wa vijana Chama cha Mapinduzi taifa. Kikundi cha vijana Kasekese kilianzishwa mnamo tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka 2022 kikiwa na jumla ya wanachama sita. Mara baada ya kupata mkopo, malengo ya kikundi yalikuwa ni kikundi kujenga ghala la kuhifadhia mazao ambapo baadaye baada ya fedha kubaki kikundi kiliweza kununua mashine ya kukoboa mpunga ili kutanua wigo wa biashara na kukabiliana na ushindani wa kibiashara. Tumefanikiwa kupata wateja wa kuhifadhi mazao na kukoboa mpunga wa ndani na nje ya Kasekese pamoja na wateja wa kukoboa mpunga ndani na nje ya kata ya Kasekese. Lengo letu kama kikundi, tuna mpango wa kutanua wigo wa biashara zaidi, ikiwezekana kupata mashine makubwa mashine kubwa ambayo ni ya kisasa ili kukabiliana na ushindani wa kibiashara uliopo kwa sasa. Sasa hii yote imekuja hii asilimia thelathini ambayo tunaita local content kwa sababu ya kuiona asilimia kumi ambayo halmashauri tumezielekeza zitenge zimekuwa hazitoshelezi kupeleka mikopo kwa vijana, akina mama na watu wenye hmm mahitaji maalum. Sasa nimeipongeza halmashauri kwamba imepambana ile asilimia kumi inayotokana na halmashauri wao wameipata katika vijana ambao waliotenga kwa mwaka 2022 wakasema na vijana wa Kasekese nao wapate mkopo wa milioni 61. Mimi nakupongezeni kwa kuwapa fedha nyingi hizo, kwanza kwa <applause> sababu nimeenda baadhi ya maeneo, nakuta halmashauri anakuambia kawapa milioni moja, milioni mbili. Hivi vijana wanakwenda kufanya biashara gani kwa milioni moja na milioni mbili? Hakuna biashara ambayo wanaweza kuifanya.